Niseme kwamba yako mafanikio makubwa sana katika kipindi cha miaka minne e, ya serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan e, na hasa kwa maana ya miradi ya kimaendeleo katika jimbo la Kishapu, tumefanya mambo makubwa sana na nataka tu niwaambie, katika sekta ya maji tumepata miradi mingi sana ya maji. Wilaya ya Kishapu ilikuwa na uhakika wa maji katika kata tatu peke yake ambayo ni maji safi na salama. Lakini hivi tunavyozungumza kata ishirini na moja zimekuwa na uhakika wa maji kati ya kata ishirini na tisa. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Na miradi hiyo ipo miradi ya maji ya Ziwa Victoria ambayo kuna kata kumi na moja sasa zimepata miradi hii. Lakini kuna miradi inayotokana na visima virefu lakini na vyanzo vingine vinavyotokana na mto Tungu na mto Manonga. Kwa hiyo tumebakiza kata chache sana. Moja kati ya kata ambazo zimebaki ziko za tarafa ya Mondo, ambayo ni Seke Bugoro, Mondo, iko Mwasubi e, iko Busangwa e, iko Seke Bugoro yenyewe, lakini na maeneo mengine ambayo yako kwenye tarafa ya Negezi ambayo iko Ngofila, lakini Ngofila tunakwenda kukamilisha. Iko Kiloleli, iko e, Mwaweja, lakini kimsingi Mwaweja nayo tunaenda vizuri, mambo yanaweza kukamilika. Lakini maeneo yale mengine yako tarafa ya Kishapu, tarafa ya kata ya Somagedi e, kata ya Mwamalasa kata ya, e, ya masanga. Haya ni maeneo machache baadhi ambayo tunakwenda kukamilisha katika kipindi kinachokuja, lakini kwa kweli tumepata fedha nyingi zaidi ya bilioni thelathini na mbili zimetumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatanua wigo katika swala zima la coverage ya upatikanaji wa maji katika wilaya ya Kishapu. Kwa hiyo tumefanya kazi, mama amefanya kazi kubwa sana, na kwa kweli tuna kila sababu ya kumpongeza, lakini iko miradi mingine mikubwa na hasa kwenye masuala ya miundombinu barabara bara mwaka elfu mbili na ishirini na mmoja Kishapu ilikuwa na network coverage kilomita peke yake mia sita kama na sabini na tano hivi tunavyozungumza tuna elfu moja na mia moja ni jitihada kubwa sana iliyofanyika na ni ya mfano karibu nusu ya ya kilomita zilizokwepo kwa miaka mingi tangu uhuru tumefungua sasa hivi kata zote zinapitika tumejitahidi kwa asilimia sasa karibu 80 ya vijiji vyote vinafikika. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana tunakwenda sasa, hatua tunayoenda sasa hivi ni kuhakikisha kwamba baadhi ya mabarabara tunapeleka TANROADS kuyatoa TARURA ili mradi tuweze kuipa TARURA uwezo wa kuweza kuhudumia hizi kilomita hizi zingine zaidi ya elfu moja. Lakini wakati huo kuna barabara ambazo pia zimeanzishwa kupitia tasafu na zenyewe tunaenda kuziingiza kwenye mfumo ili tarula waenda kuzifungua katika mwaka huu wa fedha ambao ni karibu kilomita mia mbili na zaidi. Kwa hiyo tutakuwa na zaidi tutakuwa na karibu kilomita elfu moja na mia nne kama tuenda kuzifungua hizi mia mbili karibu na themanini au mia mbili na sitini ambazo zimeanzishwa zime, zime, zime na wenzetu wa, wa, wa, wa tasafu. Lakini hata katika sekta zingine kilimo nataka niwaambie wa Tanzania, Watanzania e, Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya kilimo wilaya ya Kishapu ametusaidia sana na hasa katika kuendeleza zao la pamba ametupatia matrekta yasiyopungua ishirini na sita katika wilaya yetu ya Kishapu. Na matrekta haya tumeyagawanya kwenye kata karibu zote ambazo zinajikita kwenye shughuli za kilimo cha, cha pamba. Matrekta haya yamesaidia sana kupunguza bei kwa mkulima, kwa tunalima kwa ekari moja shilingi elfu mpaka pa mpaka mpaka, lakini sasa hivi tunalima kwa shilingi 5 maana yake tunatoa hela tu kama ya mchango wa mafuta na hii imeleta hamasa kubwa kwa wananchi, na sasa wameanza kulima sana zao la pamba, lakini hata mazao mengine wanalima pia. Kwa katika sekta ya kilimo tumekwenda vizuri sana lakini, pia ziko skimu zetu ambazo zilikuwa zime yani kama zilikuwa zimedorola hivi, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais, Waziri Bashe amefanya mambo kidogo kwa miradi ile, sasa imeanza kufuka na miradi ile imeanza kufanya katika kata karibu tatu nne kwanza ni nataka niseme wamenipa ushirikiano mkubwa sana wana Kishapu kuanzia kipindi kile wamenichagua wamenichagua kwa kura nyingi za, za kishindo, na bahati nzuri nimetekeleza wajibu bahati nzuri. Wao wenyewe wamekuwa kiniona bungeni michango yangu namna ambavyo ninatembea jimboni kusaidia mambo mbalimbali. Nawashukuru sana kwa namna ambavyo wamenipa ushirikiano viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi e, watumishi mbalimbali mbali katika ngazi ya halmashauri Eh, lakini namshukuru sana mkurugenzi DC wangu eh, lakini na wananchi wote kwa ujumla kwa namna ambavyo wamenipa ushirikiano. Ninachotaka niwaambie wananchi wa Kishapu, muwe makini kwa sababu watu wanapita pita wengi sasa hivi, na hapo, wengine wanakuja na mabegi yao ya fedha, hawajulikani wanaishi wapi, familia zao ziko wapi, lakini mimi ninaishi nao, tunalima nao, tunafuga nao, tunakula nao, tunalala nao, eh, unajua anayejua Mapigo au mihemo ya mgonjwa ni yule anayelala naye. Kwao mimi ni mwenzao. Nataka niwaombe tu kwamba wanipe ushirikiano miaka mitano ni inakuja, kwa sababu najua kuna baadhi ya mambo ambayo ni muhimu tuhakisha kwamba tunakisha na menyewe tunayaweka sawa katika kipindi cha miaka mitano inayokuja.